Ili nitetee watu wetu, niwaambie ni pesa ngapi imekuja na imefanya kazi kivipi. Kiongozi mwenye amekuja ametupinga sisi, tusiwezi supervise. hata tuwezi ongea chochote. Ukienda kwa matanga, ukienda all over mali popote, au atupatie nafasi ya kueleza ni wapi penye kuna shida, madawa hakuna, njia ni mbaya, unapata sasa. Hatupati nafasi hiyo, amenunua watu, ameweka kila sehemu, naweza pata ya kwamba kujieleza imekuwa ngumu ama kutetea watu wetu, lakini naomba ya kwamba wakinipa nguvu 2027 itakuwa na hiyo power ya kutetea watu wa Kakamega ili wafaa wale watakuwa wamechaguliwa wafanye kazi. Mimi kitu ya kwanza, watu wa Kakamega natembea nao hapo chini wananiambia governor asikilize watu, number one. Number two, wale watu ambao wamemzingira wamefanya, asifanye kazi yenye inatakana. Tu ya mwisho ni ya kwamba governor yeye pesa ambayo inakuja amenunua MCS. Napata amechukua MCS ameweka kwa mifuko na wafanye kazi yao. Maana inafaa MCS wetu waseme shida yenye imetoka kwa ward waletee gavana ama wahagi katika bunge ili waweze kuambia gavana ukweli ya kwamba kwetu kule, kule nimetoka shida ni maji, kule kungine ni njia, kule kungine hospitali haina madawa. So mimi wakinipa hiyo nyafasi, wakati huo nitasukuma MCA na nisukume gavana ili afanyie watu wetu kazi.